Shughuli iliyoko mbele yetu ya kutoa mikopo kwa vikundi mia moja vyenye wanachama mia tano na tatu ni shughuli ambayo hata sisi madiwani ni sehemu ya maandalizi ya mikopo ya fedha hizo. Ndugu mgeni rasmi Halmashauri yetu ya manispaa ya Geita wakati tunaingia mwaka elfu mbili na ishirini, wakati ule tuko halmashauri ya mji. Sehemu kubwa ya utumishi wetu kama madiwani tumehudumu katika awamu ya sita ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassani wakati tunaingia 2021 kwa kumbukumbu nilizonazo, kumbu mwaka ule wa fedha 2021 zilitengwa na kukopeshwa shilingi milioni 6, na hii ilitokana na makusanyo ya wakati huo. Wakati huo mwaka 2021 mapato yetu ya ndani yalikuwa ni shilingi bilioni 8, lakini katika awamu ya sita makusanyo yetu yaliongezeka. Leo tunapokuwa tunaelekea mwishoni mwa mwaka wa 2024 2025, takwimu zinaonyesha tumetenga bilioni moja na pointi kadhaa. Hii ni hatua kubwa sana. Mweshimiwa mgini rasimu, hii ni hatua ya kujivunia. Ukienda sehemu zingine Tanzania hii halimashauri, fedha kubwa sana kuna baadhi ya halimashauri wanatenga milioni m tu, sisi kwa kuona thamani ya wananchi wetu, thamani ya Wanageita, tena Geita manispaa manispaa ambayo tumetumkiwa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hasani, tuliona ni busara tuongeze bidii ya makusanyo ambayo ndani ya makusanyo yale tumetenga mwaka huu wa fedha bilioni 1 na milioni 78 Hayo sisi tunaona ni mafanikio ambayo tunapokuwa tunaelekea kuhitimisha miaka yetu mitano tunajivunia kuwa sehemu ya mafanikio hayo. Ukiangalia walioko huu mndani vikundi mia moja vyenye wanachama mia tano na tatu naomba niwaambie jambo moja ambao ni, unu, ni wanufaika wa mkopo huu, kwamba leo kupitia kwenye uongozi wa Samia Suluhu Hassan tunaenda kunufaika na mikopo. La kwanza haina riba. Tumpigie makofi mheshimiwa rais. Unapopata mkopo usiokuwa na riba, ambayo wewe ni juhudi yako kurejesha ili ukope tena, ni jambo la kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huko mitaani tuna mikopo inaitwa kaushadamu Inawezekana miongoni mwetu tuliwahi kukutana nayo shida. Tulizokutana nazo kwenye mikopo ya namna hiyo tunazijua, si ndio? Hivyo jamani, shida tulizokutana na mikopo ya kausha damu tunazijua, na inawezekana, mheshimiwa mkuu wa wilaya, kuna kesi za namna hiyo umeweza kuzitatua katika ofisi yako. Lakini leo serikali ya mama Samia Suluhu Hassan inawakopesha bila riba.